Na tukiangazia mengine ni kwamba mwanafunzi mmoja wa udaktari alilazimika kuacha shule na kuishia barabarani kwa kukosa karo ya kuendelea na masomo. Ndoto ya Dancan Barongo kuwa daktari ilikatizwa na alilazimika kuishi barabarani katika mtaa wa Githurai. Hata hivyo, Barongo sasa ameokolewa na wahisani akiwa na matumaini ya kuendeleza masomo yake katika chuo kikuu cha Kenyatta. Mwanahabari wetu Gatete Njoroge anatupasha mengi. Katika kanisa la Redeemed Githurai 45 Kimbo, Dancan Barongo anatukaribisha, ambako kwa wiki moja sasa yamekuwa makao yake. Hii ni baada ya kuokolewa na viongozi wa kanisa hilo kutoka mitaani. Ndani ya chumba hiki Barongo ameanza kujisomea baada ya kukata tamaa mwaka jana. Bado maisha ilikuwa vizuri, nikafika third year, maisha ikakuwa vizuri, but my uncle akakufa na throat cancer. Throat cancer sasa fenya alikuva, ndio changamoto zikaanza kunifuata, sina school fees, sina place ya kulala, chakula bado ilikuwa shida. Iliwabidi wanafunzi wenzake kuingilia kati kumsaidia, lakini ilikuwa kwa muda mfupi. Hali ilimzidi mwanafunzi huyu wa udaktari katika chuo cha Kenyatta na kumlazimu kuelekea mtaani Githurai kujikimu kimaisha. 2024 Januari ndio nilifika sasa, nikaona hakuna option. Wakati nilikuwa nimefungiwa nyumba, nilikuwa nimekaa miezi tatu bila kulipa nyumba, nikafika nikafungiwa, wakauza laptop yangu wakauza stethoscope, kila kitu kos, nyumba ilikuwa ya ajenti hasa mimi nikapata na depression, nikaamua nikakimbia kwa street, hapo ndio nimekaa street. Ilichukua mkutano wa kubadili njia za vijana wa mitaani katika kanisa la Redeemed, ambako maisha ya Barongo ambaye ni yatima yalipata mkondo mpya. Mimi ninge graduate 2026 si juu ya kukosa school fees imeni affect kunirudisha nyuma, nitaenda mpaka mwaka wa 2027 ndio nitakuwa nimemaliza shule. Tuko na challenge ya chakula na kukaa kake. Kwa hivyo hiyo tu tupate mtu wa kumhifadhi amlipie shule na mahali pa kukaa. The the whole year is is been in the streets but he still determined to to to to go back to school. Number one, he did not get to alcoholism or addiction. That is a a big big sign and a big strength of somebody who is looking forward to fulfilling his dream. Alipata mahali pa kuishi huku kanisa ikitafuta wahisani wa kumlipia karo ya shilingi elfu 46 kwa mwaka akisubiri usaidizi kuendelea na masomo. Barongo anasema ndoto yake ni kuwasaidia wagonjwa wa saratani kama marehemu mjombake. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.